Wakulima katika vijiji vya Ng'enza na Mlanda katika halmashauri ya wilaya ya Iringa wameanza kunufaika na zao la soya, hivyo kupunguza changamoto ya muda mrefu ya udumavu kwa watoto katika vijiji hivyo, kutokana na mkoa wetu wa Iringa ulivyokuwa unasifika kwa udumavu, lakini mbadala wake wa vile vitu ambavyo mtu anaweza akatumia, kwa mfano nyama au maziwa mkulima wa hali ya chini hawezi kuvipata vitu kama hivyo, lakini kupitia soya, ile protini au ile vitamini tunaipata kwenye vitu vingine, tunaipata kwa kutumia soya. Elizabeth Ngoye ni mkurugenzi wa miradi kutoka shirika la Care International Tanzania, anaelezea zaidi. tumeweza kufikia vikundi mia tatu sitini na nne ambao ni sawa na wakulima kama elfu tisa na mia nane, kwenye kuboresha kilimo. Kwa kwetu hilo ni jambo la msingi na tumesikia ushuhuda mbalimbali kutoka kwa watu. Nitoe shukrani mkurugenzi wa miradi pamoja na Kea, mmetushika pale penye mkono, mmetushika mkono pale kwenye zahanati Masaja. Nakushukuru sana pamoja na wenzako wote. Ile kazi ni ya serikali, lakini ukiishi vizuri na wadau ndio ile PPP inaitwa. Yaani wadau wanakuwa sehemu ya utekelezaji wa miradi. Majoino Venanzi yanki ni mkurugenzi wa Major Agrochemical Supply Limited. Sisi ni wasambazaji wa pembejeo za kilimo na pia ni wazalishaji wa mbolea aina ya booster, mbolea za maji ambayo tunazalisha kwenye kiwanda chetu. Umekuwa ni mkubwa sana kwa matumizi ya mbolea ambazo tunazalisha kwenye kiwanda chetu, matumizi yamekuwa ni makubwa sana kwenye mikoa ya Iringa, Morogoro, Mbeya, Njombe, Dodoma. Pwani na Dar es Salaam, kwa uzalishaji wake watu wanatumia sana. Ni Iringa, Fred Simbaya wa Global TV.